Leo tunacho kichwa kinachosema mahakama za kiroho, tutaangalia kuhusiana na mahakama za kiroho. Naitwa Mwalimu Eliya Emmanuel Ndoda. E, katika ulimwengu wa roho ziko mahakama ambazo zina opaleti sawasawa na vile tu ulimwengu wa mwili kwao, katika ulimwengu wa roho penyewe, kibaya zaidi, hakuna rushwa huko, ni haki bai haki. Kwa hiyo inatembea kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nianze kusema mahakama za kiroho ni kitu gani? Mahakama ni mahali pa kutafasiri sheria na kuitendea haki. Mahakama ni mahali pa kuitafasiri sheria na kuitendea haki. Na sheria, sheria ni kanuni na taratibu zinazowekwa na tabaka la juu ili kulinda na kutetea maslahi ya wachache. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna aina kuu mbili za sheria. Sheria ya kwanza ni sheria za makosa ya madai, sheria za makosa ya madai, lakini ya pili ni sheria za makosa ya jinai. Bwana Yesu asifiwe. Sheria za madai ni kesi zinazoendeshwa na mtu na mtu. Sheria za madai ni kesi zinazoendeshwa mtu na mtu. Kesi ya jinai ni kosa ambalo ni kati ya mtuhumiwa na jamhuri. Kesi ya jinai ni kosa ambalo ni kati ya mtuhumiwa na jamhuri. Kosa la jinai huendeshwa na dola yenyewe. Kimsingi, kosa la jinai huendeshwa na dola yenyewe. Labda nizungumzie haki za binadamu. Haki za binadamu ni zile haki zote anazostahili mtu, maadamu ni binadamu. Ni haki alizonazo mara tu anapopata sifa ya binadamu. Hata kama yuko tumboni, bado huyo ni binadamu. Hata kama bado hajazaliwa, huyo tayari ni binadamu. Ndo maana serikali ikigundua umetoa mimba kimakusudi, inaweza ikakuchukulia hatua kabisa. Kimsingi sheria inaweza ikakuchukulia hatua kwa sababu yule unayemtoa ni binadamu kabisa. Au ikatokea bahati mbaya ukampiga mke wako ambaye ana na mimba, mimba ikatoka, serikali kajua, au mke wako akaenda kushtaki, uwe na uhakika kwamba utachukuliwa hatua za kisheria kwa namna isivyokuwa vya kawaida kwa sababu umeua mtu. Kunaweza kuzungumza kwamba nina, e, ninazungumzia masuala tu ya kawaida lakini, ni masuala kiroho kabisa, masuala ya Biblia. Ngoja tusome kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa ishirini na moja e, tukianzia mstari wa ishirini na mbili. Biblia inasema, watu wa ume wakiteta pamoja, wakamuumiza mwanamke mwenye mimba hata agaharibu mimba, tena yasiwe madhara zaidi, sharti atatozwa mali kama atakavyomwandikia mmewe huyo mwanamke; atalipa kama hao waamzi watakavyosema. Naenda, naenda polepole kabisa, ili nielewe. Mstari wa 23 lakini kwamba pana madhara zaidi ndipo atatozwa uhai kwa uhai. Nadhani utakuwa umeelewa kwenye huu mstari wa 23, anazungumzia kwamba ikiwa madhara yatatokea atalipa uhai kwa uhai. Kwa nini? Kwamba katika gano la kale, ukiua, ukimwaga damu, ilikuwa ni sharti damu ilipwe pia. Ukiua lazima itafutwe damu ya binadamu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nikisemitafuto damu ya binadamu na maanisha ukiua lazimu uwawe, ndo asili ya Mungu ilikuwa inatulia na hizo haki ni haki za asili kabisa, ambazo Mungu ametumbwa tukiwa nazo. Kwa hiyo hairuhusiwi mtu yoyote kumnyang'anya haki hizi kwa sababu ni haki zetu za asili kabisa. Nije kwenye masuala ya mahakama sasa, kwenye mambo ya kiroho. Ni ende sasa eneo hilo ili isichukue muda mrefu. Kuna aina mbili za mahakama, mahakama za kibinadamu au mahakama yaani, nikimaanisha mahakama za kibinadamu, na maanisha hizi tulizonazo za kawaida, lakini ziko mahakama za kiroho, na hizi mahakama za kiroho pia zimegawanyika katika maeneo mawili Mahakama hizi za kiroho zimeganyuka katika maeneo mawili. Kuna mahakama ya kimbinguni lakini iko mahakama za shetani, iko mahakama ya kimbingu lakini iko mahakama ya shetani. Na ukitaka kuelewa zaidi utasoma kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo mlango ee, ule wa tatu, ule wa tatu anazungumzia ni kisa cha, cha nyoka, Adamu na Hawa pale utakuta kile kisa ambacho utamkuta na Mungu hapo baadaye anatokea kwa ajili ya kuhukumu ile kosa ambayo walifanya. Wakati shetani anamdanganya Adamu, e, anamdanganya Hawa, anamdanganya kana kwamba hamkoseshi na Mungu, lakini tunakuja kuona baadaye Mungu anakuja kuitendea haki e, kile ambacho alikuwa ameambiwa mwanzo. Natamani hii story nisiendelee nayo, natamani tu niangalie Matayo, Matayo, Matayo 6:12 e, vinasema utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasameheavyo wa deni zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna wakati ambapo unakuta na sisi katika e, hali ya kawaida kuna namna ambavyo tunadaiwa Haya mambo yako mwilini na yako kiroho pia. Kuna mahala ambapo unaweza kwa mfano kajipeleka, kwa mfano kijipeleka kwa mganga, katika ulimwengu wa roho kuna aina ya kamba ambao unakumejifunga ambapo sheria ya kiroho, kuna mahala ambapo inaweza ikakupeleka pabaya. Mfano, wako watu ambao walienda kwa waganga wakamezeshwa, wengine hirizi. Walipoamua kuokoka vile viroho ambavyo waliambatana navyo kupitia sadaka walizozitoa kwa waganga, zile roho zinaendelea kuwafuatilia na kuachia. Ilikuwa ngumu kwa wale ambao wanaenda makanisani, hasa makanisani ambayo yanaombea watu. Wamekuwa wakiona kwamba mnapomwombea mtu kabisa, mapepo anasema huyu tuna uhalali naye. Kwa nini anazungumza kwamba yana uhalali na mtu huyo? Ni kwa sababu huyo mtu kuna namna ambavyo ajifungamanisha mapepo, analipuka kabisa, anasema huyu ni mtu wetu. Aa, kuna namna ambavyo ulimwengu wa roho anasomeka kwao wagipanda katika madhabu, katika mahakama ya kiroho, kuna namna ambavyo huyu mtu amemilikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wengi, kuna wengine unakuta hata kufunguka kwao ni kazi. Kwa nini ni kazi kufunguka, mapepo kuondoka inakuwa issue? Ni kwa sababu ya zile haki za ulimwengu wa roho, zile madhabahu ambazo zimewakamata katika ulimwengu wa roho zina uhalali wa kiroho kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mahakama za mahakama shetani, hizi ni mahakama za giza, na hizi zinahukumu kabisa maisha ya watu bila hata kufuata utaratibu wala kutenda haki. Kwa nini hawatendi haki? Mahakama hii ya shetani haiwezi kutenda haki, ni kwa sababu mahakama hii hakimu wake ni Ibilisi ambaye ni mwovu na adui wa haki, hivyo hawezi kutenda haki kwa sababu ni adui wa haki. Nimalizia kwa kusema kwamba wapo wamama wengi ambao wamekamatwa sasa hivi E, wengine wamekamatwa na mapepo mahaba, majini mahaba yamewakamata, amewanasa, hawana namna ya kutoka, yamewanasa tu wa hata wakiomba inarudi, hata hadi pale ambapo watakapojikana kabisa. Wapo wababa wa baba ambao wamekamatwa na roho za zina, haziwachii. Wengine wana ndoa zao kabisa, lakini yale mapepo hayawachii. Kwa nini? Kwa sababu E, yule adui amewafunga katika kifungo hicho katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo yeye, yeye shetani ni mwovu siku zote. Ndio maana Biblia inasema kwamba yeye anatushtaki, anatusababishia vichochezi vya dhambi, anatuhamasisha kutenda dhambi. Tunawaza mambo e, wakati mwingine ambao sio Eh, nazungumzia kwa ujumla kwamba binadamu mara nyingi amekuwa akiwaza mambo sio ya Mungu ambayo hasana Mungu kwa sababu gani? Kwa sababu shetani yupo na anatenda kazi, na nia yake ni kwa ajili ya kuhukumu katika ulimwengu wa roho. Kwao nataka nikuambie kwamba ziko hukumu ambazo zipo katika ulimwengu wa roho, yamkini unatembea nazo eh, unashangaa unashangaa kuna jambo ambalo kwenye maisha hatu, ukiomba umekuwa kiomba lakini haliendi. e, mimi tu nikwambie kwamba shetani anafuatilia kila wakati, na shetani si kwamba anafuatilia hachoki. A, a, anafika wakati anachoka, hasa kiona kwamba hauchoki wewe kumwomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uh, katika somo hili niweze kutambulisha na maombi ambayo tia nimeshayandaa yako kwenye audio eh, yanapatikana YouTube, ukitafuta kwa jina la Elia Emmanuel Ndoda yako eh, yanapatikana ya huku kwa maombi ambayo yanahusiana pia na roho hizo, kwa unaweza kujitenganisha kabisa na roho hizo. Naamini kabisa ziko roho ambazo zimewavaa watu ambazo zinatenda kazi katika ulimwengu wa roho ambazo zimeharibu maisha ya watu. Mungu akubariki, Mungu akusaidie, Mungu akutetee katika eneo lolote ambalo unaona iko mahakama ya kiroho inakudhibiti. Ziko sheria za kiroho zinakudhibiti. Yamkini yako matambiko ambayo yalifanyika kwenye familia. Yamkini ziko eh, ziko madhabahu ambazo zilijengwa kwenye familia zinagufuatilia wewe wakati huu ambapo wewe huwezi kujua eh, maagano gani ambayo yalifanyika kwenye familia, lakini kwa sababu ni wa familia ile umenaswa. Basi Mungu atakusaidia, endelea kutufuatilia. Maombi ya nguvu tutaendelea kuyaachilia, uweza na mamlaka utakuwa juu yako. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki, share ili iwasaidie na wengine, katika jina la Yesu Amen.